ya kwenye hii dunia kuna mapenzi, alafu kuna kusaidiana, yaani kuna kutamaniana, kuna mapenzi, kusaidiana na kutamaniana ama kustarehe tu. Sasa wewe jichunguze, uko fungu gani? Ama uliyekwa wapi? Uliyekwa kwenye mapenzi? Uliyekwa kwenye kustarehe? Uliyekwa kwenye kusaidiana kwa muda mdogo? Anakezo vitu lazima uzitambue wakwenye kusaidiana sawa, kama uko kwenye, hmm, kwenye mapenzi sawa, kama kwenye kustarehe, wa utajua tu wenye mtaishi wewe. Ni wa kusaidiana, kuna mmoja kwenye wa mapenzi. Sasa lazima ukumbuke hizo vitu, lazima utambue hiyo style wenye wanaishi nayo, maana sikuzi kuna mitihani yani. Mitihani ni mingi sana, kuwa makini.